Naam, bwana, hii ni habari ya, ya kusikitisha sana na kabla sijafika mbali. Yeah.. Ningependa kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwa sababu hii ni picha ambayo inamuonyesha mwanadada akiwa amejipiga selfie yeye mumewe pamoja na familia yake nzima. Huyu ni baba huyu amejipiga selfie yeye mkewe pamoja na familia yake nzima akiwa na watoto watatu wawili wa, wa kiume na mmoja wa kike. Sasa nataka nikuelezee kisa cha hii picha kusambaa mtandaoni na jinsi ambavyo ilivyogusa hisia za watu wengi. Eh, bwana ambaye huyu bwana ni mwanaume ambaye ni daktari na amekuwa akifanya kazi huko London Uingereza, kwa takriban miaka sita. Na kwa muda wote huu ambao amekuwa anafanya kazi huko Uingereza, yeye ni raia wa India na alikuwa na mkewe India w kwa kwa muda wote ambao alikuwa anafanya kazi Uingereza kwa miaka sita, alikuwa anaenda, anafanya kazi Uingereza lakini anapata nafasi anarudi nyumbani India. Sasa this time around akaamua sasa, baada ya kufanya miaka, kazi miaka sita huko London, akaamua sasa this time, um, chukue, achukue familia yake nzima waende wakaishi huko Uingereza. Kwa hivyo basi akarudi India kwa ajili ya kuja kumchukua mkewe pamoja na watoto wake watatu kwa ajili ya kuhamia nao Uingereza waishi pamoja meona bwana lakini, na hii ndio ilikuwa picha yao ya mwisho waliojipiga selfie kama vile kumbukumbu, wakiwa wanatoka India na kwenda Uingereza kuishi tena, kisheria kabisa yani, yani bila mashaka yoyote, na amefuata taratibu zote za uhamiaji. Kwa hivyo basi, kwa bahati mbaya katika ile ndege ya ya India ambayo imedondoka juzi hapa na kuungua, na akabaki mtu mmoja tu, kijana mmoja tu mwenye umri wa miaka 38 wa kiume ndiye aliyebaki, na maana kwamba hawa familia hii yote pia iliteketea katika ajali hiyo. Kwa hivyo kwa kifupi, ni habari ambayo kiukweli imegusa wa mioyo ya watu wengi sana, na hii picha ni moja kati ya picha ambazo zimeibua hisia za watu wengi ambao wameelewa kilichotokea kuhusiana na na ajali hiyo. Na hii picha ina maana gani? Kwa hiyo ndio picha ya mwisho ya familia hii ambayo imeteketea katika ile ajali ya Air India. Hapa kuna page wamekuja wameandika hapa kwamba Dr. Patrick Joshi huyu alifanya kazi zake London kwa miaka sita, akaamua kurudi nyumbani India, e, kwa ajili ya kuichukua familia yake rasmi kabisa tena kihalali kabisa kutoka India kwenda London, ili waamie waishi huko pamoja kwa amani. Wakapiga waka waka picha hii ya selfie, wakatuma kwa marafiki. Na baada ya chetu ni kwamba ndege hiyo ikaanguka wakafariki, ndoto haikutimia. Life is too short. Huwa nashangaaga sana watu wanaoishi kwa, eh, kwa vinyongo humu insta, na ndio maana kila picha humu